Karibuni sana RPR Mkombozi Incubator Tanzania Limited. Je, muda mrefu unajiuliza ni wapi utapata mashine ya kutotoleshea mayai? Sasa jibu ni hili hapa, ni RPR Mkombozi Incubator Tanzania Limited. Ni watengenezaji na wauzaji wa mashine za kutotoleshea mayai kwa bei nafuu. Mashine zote ni full automatic. Pia tunatoa warranty ya miaka miwili. Hapa sasa ni kubwa zaidi ya sehemu nyingine yoyote. Ikiharibika mashine yako, tunakutengenezea kwa gharama za kampuni popote ulipo Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Mashine zipo za ukubwa tofauti tofauti kuanzia mayai mia moja sabini na sita mpaka mayai elfu kumi Mashine zina ufanisi mkubwa sana wa kutotoleshea mayai kuanzia asilimia tisini na nane mpaka asilimia mia moja Mashine zinatunza joto kwa muda wa masaa sita endapo ikitokea dharura ya kukatika kwa umeme. Lakini pia mashine, sifa nyingine kubwa kuliko zote hapa sasa, uhitaji kuagiza tena mashine nje nchi ni kwamba zinatumia umeme wa Tanesco umeme wa sola na umeme wa gesi. Je, ni wapi utapata mashine zenye sifa kama hizi? Kwenye swala la bei, sasa, bei ni rahisi zaidi, bei zetu ni nafuu sana. Uwezi kupata kokote Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Wasiliana nasi kwa simu namba 0750631516. Tunapatikana jijini Dar es Salaam tunasafirisha ndani na nje ya nchi mikoa yote ya Tanzania. Tunasafirisha kwa uaminifu mkubwa sana, lakini pia tunakusafirishia kokote uliko ndani na nje ya nchi. Sisi ndio RPR Mkombozi Incubator Tanzania Limited, mabingwa pekee wa, peke, wa utengenezaji na usambazaji wa mashine za kutotoreshea maji Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Wote tunawakaribisha sana.